Hello mkulima na mdao wa kilimo hapa tuko Shanti Town Moshi Kilimanjaro na tuko kwa mdao wetu Kairos Seedraiser huyo anasia miche miche ya nyanya miche ya hoho. Na hapa nilipo imetawala zaidi miche ya hoho na mbegu yetu pendwa sana hii ni Bella F1 kama unavyoiona hii. Ipack ambayo imeshatumika ni gramu 50. Kama unavyoona imesiwa hapa, inaota vizuri sana hii mbegu. Inaota vizuri sana na kwa shambani pia ina ukinzani mzuri sana na magonjwa bila kusahau huduma ambazo zinapatikana hapa Kimaanisha wanatunza miche yao vizuri sana, kama unavyoona mbegu imeota vizuri na udongo pia uko vizuri. Kwa hiyo miche ukichukua hapa, shambani haiwezi kusumbuka na magonjwa, haisumbuki na magonjwa, na BELLA F1 ina ukinzani pia mzuri sana na magonjwa. Aa, pia ina uzao mkubwa. Na miche yote hii unaiona, tayari ina oda, kwa hiyo nikukaribishe mkulima, uwai piga simu, weka oda yako, unahitaji hoho ndani ya mwezi mmoja. Hii miche unaipata una, una ne, iko tayari kabisa kwenda, kwenda shambani kama unavyoiona hii hapa. Karibuni sana hapa Shanty Town, Kairos Seedraiser; piga namba zake kama unavyoona hapo, unaweza kujipatia miche ya hoho pia. Captain ipo miche nota vizuri sana inatunzwa vizuri sana hapa Shanty Town. Karibuni sana hapa kwa Kairos, namba zake ni kama unavyoona hapo. Asante.